Ukijiona ndotoni unakunywa vinywaji hivi nane huashiria mambo haya asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto zinazohusiana na kula chakula lakini wengi wao pia wamekuwa wakiota ndoto za kuhusiana na kunywa vinywaji mbalimbali na wengi wameshindwa kujua tafsiri za ndoto ambazo wanaziota au ndoto ambazo zinahusiana na vinywaji leo nimeona ni, ni kuandalie somo hili zuri sana kuna mambo mengi sana ya kujifunza lakini kabla hatujaangalia tafsiri mbalimbali mbali ya ndoto ambazo zinahusiana na vinywaji nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe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 mpaka mwisho wa somo hili. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Ifuatayo, ukiona ndotoni unakunywa vinywaji hivi nane, huashiria mambo haya. Namba moja, kujiona unakunywa maji ndotoni Ukijiona ndotoni unakunywa maji, labda ulikuwa uh, unajiona unatembea sehemu unafika unakunywa maji. Je, maji huashiria nini? uh, ndotoni maji yanaweza yakaashiria kiu ya kiroho au wokovu, ile kiu ya kiroho au wokovu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya nne na mstari wa kumi na kuendelea, kitabu cha Yohana sura ya nne na mstari wa kumi imeandikwa Yesu akajibu akamwambia kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji haya ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima hiki ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anyoe maji haya ataona kiu tena, walakini yeye yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Kwa hiyo maji yanaweza yakaashiria kiu ya kiroho au wokovu. Lakini pia tafsiri nyingine ya ndoto ambayo inahusiana na maji maji yanaweza yakawakilisha neno la Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 25 hadi ishirini na sita imeandikwa nukuu, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa hiyo maji yanaweza yakawakilisha ka, ya neno la Mungu. Lakini pia maji yanaweza yakaashiria ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Ndoto ambayo inahusiana na, na maji maji pia yanaweza yakaashiria uwepo wa Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 7 na mstari wa 38, imeandikwa nukuu, aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa hiyo tunaona maji yanaweza yakaashiria uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maji yanaweza yakaashiria uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini ndoto uh, ya pili, kujiona unakunywa chai ndotoni, labda ukajiona unakunywa chai ndotoni. Ndoto hii huashiria uponyaji juu ya mtu aliyeota ndoto hii, huashiria uponyaji. Kwa hiyo chai inahusiana na, inahusishwa na uponyaji. Lakini ndoto namba tatu kujiona ndotoni unakunywa kahawa, ndoto ya kahawa. Tunajua ndani ya kahawa huwa kuna kafeini na, na kazi ya kafeini hufanya kazi kama kichochezi. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia ndoto hii kuashiria kuwa unatakiwa uamke kwenye eneo fulani kwenye maisha yako. Tunajua ndani ya kahawa huwa kuna kafeini na kazi ya kafeini huwa ina Act, uh, inafanya kazi kama kichochezi. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia ndoto hii kuashiria kuwa unatakiwa uamke, uamke kwenye eneo fulani kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto inayohusiana na ukijiona ndoto unakunywa kahawa, ndoto hii inaweza kuwa na tafsiri nyingine. Ndoto hii inaashiria kuwa unakiruhusu kitu ambacho sio sahihi kwenye maisha yako, ambacho kitu hicho kinaweza kikakuletea wasiwasi, hofu na mashaka au kinaweza kukuletea uharibifu. Kwa hiyo ukijiona ndoto hii au uh, ukajiona ndoto unakunywa kahawa, ndoto hii inaashiria pia inaweza ikaashiria pia kuwa unakiruhusu kitu ambacho sio sahihi kwenye maisha yako, ambacho kinaweza kikakuletea uharibifu. Kwao ni muhimu kuwa makini, ni muhimu kuz, kuzingatia mazingira ya ndoto ambayo umeota. Lakini uh, tafsiri ya nne, kujiona ndotoni unakunywa soda. Ukajiona ndotoni unakunywa soda ndoto hii huashiria kuna wakati mzuri unakuja kwenye maisha yako, wakati wa furaha na burudani unakuja baada ya kupitia changamoto za maisha. Yamkini uko kwenye, kwenye changamoto au unapitia kwenye nyakati ngumu sana, lakini ndoto ndotoni ukilala unajiona unakunywa soda, ndoto hii inaashiria kuna wakati mzuri, refreshment. Unasema kuna wakati mzuri ambao unakuja kwenye maisha yako. Lakini tafsiri ya tano, ujina ndotoni unakunywa divai au wine hapa naomba tusikilizane kwa makini. Ukijiona ndotoni unakunywa divai au wain, ndoto hii, ndoto ya namna hii huwa na tafsiri mbili. Kuna tafsiri nzuri, lakini pia kuna tafsiri mbaya. Inategemea na mazingira, umejiona huko kwenye mazingira gani? Uh, tafsiri ya kwanza kujiona unakunywa divai ndoto hii huashiria kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Ndoto hii inaashiria kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Kujiona na kunywa divai ndoto hii huashiria, lakini pia uh, kujiona na kunywa divai ndoto hii inaashiria kuwa na ushirika wa Roho Mtakatifu, lakini pia ndoto hii inaashiria kunywa, uh, kunywa divai inaashiria ndoto hii, uh, divai inaashiria uh, damu ya Yesu Kristo inategeamea na mazingira gani ambayo umeota ndoto hii. Lakini pia tafsiri ya ndoto hii, kujiona na ndotoni unakunywa divai, kujiona na kunywa divai ndotoni, ndoto hii huashiria kuna mambo unatakiwa uyaache kabisa kwenye maisha yako. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uviache kabisa kwenye maisha yako, na kila ambao umemwona mtu anakunywa divai, manake mtu huyo leo uliomwona, kuna vitu anatakiwa viache kwenye maisha yake ili awe salama au huu umejiona unakunywa divai maanake, kuna vitu ambavyo unatakiwa viachi kwenye maisha yako ili ubaki salama. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya tano na mstari wa 18, imeandikwa tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Neno la Mungu nasema tena msilewe kwa mvinyo. Kwa hiyo ukijiona nakunywa uh, unakunywa divai ndoto inaweza kashiria kuna vitu ambavyo unatakiwa uviache kabisa kwenye maisha yako ili ubakie salama, ukiviendeleza kuna tabia ambazo unatakiwa uziache kwenye maisha yako. Lakini pia uh, tafsiri ya sita, kujiona unakunywa maziwa ndotoni. Ukajiona ndotoni unakunywa maziwa uh, maziwa huashiria vitu mbalimbali uh, namba moja, maziwa huashiria neno la Mungu au wokovu, ile injili huashiria ile neno la Mungu, neno la Mungu lisilo chakachuliwa lile neno la Mungu, kweli ya neno la Mungu kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha uh, Petro wa kwanza sura ya pili na mstari wa pili imeandikwa kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia uokovu. Umeona, kwa hiyo neno la Mungu linaashiria ukijiona uh, unakunywa maziwa, maziwa yanaashiria neno la na Mungu, inategemea na mazingira ulioiona au ulivyo ulivyojiota au ulivyojiona inategemea na mazingira. Je, unakun, una, umejiona una, una, unakunywa maziwa kwenye mazingira gani? ndoto hii inaweza kaashiria unahitaji neno la Mungu ili uweze kukulia ukovu. Unahitaji neno la Mungu la kutosha, unahitaji upate muda wa kujifunza neno la Mungu. Lakini pia uh, maziwa huashiria mafanikio. Lakini ndoto anaosial maziwa, kijana, unakunywa maziwa, maziwa huashiria mafanikio. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu 14 na mstari wa nane imeandikwa ikiwa Bwana anatufurahia atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Kwa hiyo maziwa huashiria pia mafanikio. Lakini namba saba, ukijiona ndotoni unakunywa kinywaji kichungu, ndoto hii inaashiria kuna kitu kinakuja ambacho kitakufanya ujisikie vibaya. Ukijiona uh, unakunywa kinywaji kichungu unakunywa uh, unaona kinywaji ni kichungu, ndoto hii inaashiria Uh, inaashiria kuna kitu kinakuja ambacho kitakufanya ujisikie vibaya. Ukisoma kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 12 na mstari wa 15, imeandikwa "Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo." Kwa hiyo ukijua ndoto hii, labda unajiona unakunywa kinywaji kichungu ndoto hii inaashiria kuna kitu kinakuja ambacho kitakufanya ujisikie vibaya. Lakini pia kujiona ndotoni unakunywa kinywaji kitamu, ndoto nyingine. Ukijiona unakunywa kinywaji kitamu, ndoto hii inaashiria kuna mambo mazuri yanakuja kwenye maisha yako, lakini pia kuna furaha inakuja kwenye maisha yako. Okay, ukisoma kwenye kitabu cha Nehemia sura nane na mstari wa kumi imeandikwa kisha akawambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu tena mpelekeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu, wala msihuzunike kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unakunywa kinywaji kitamu, ndoto hii huashiria kuwa mambo mazuri yanakuja kwenye maisha yako. Kuna furaha inakuja kwenye maisha yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini, uh, uh, lakini pia kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe. Lakini pia kama umeipenda video hii, umependa mafundisho hayo, kuna kitu umejifunza, basi hakikisha una like video hii na kuandika na kucomment chini nimejifunza zaidi na zaidi. Nakupenda sana, tukutane kipindi kijacho.